Vyote ndio wanakula kwenye mashelfu, kwenye mashelfu unakuta soda imetoboka, wanatoboa soda, mifuniko inaliwa, yani unakuta asubuhi nyumba yote ni maji. Umepanga vitu kwenye shelfu ndio, alafu unakuta asubuhi soda imejaa chini, maji imejaa chini ndio. Kwa hiyo unakuta tu vikopo vimesimama ndio, unakuta biskuti zote zimeliwa, yani en... paka wa... biskuti ndio, mpaka mafuta hamna kitu. Alikuwa anaacha mchele, wanakula, wanatoboa mfuko ardhi ile duka, waliachilia kitu. Panya sio panya, wakaachilia ardhi huwa kila kitu baadae, baadaye wakahamia ndani kwako tena, wamemaliza duka. Ndio. kwanza umeshafunga duka Ndio. umefunga kabisa. Ukiweka sumu sumu, hawali. sumu kabisa hawali, paka kabisa, hawali. Hawali. Yaani mpaka nilimweka akafa. Wewe, akili yako unaona panya, lakini sio panya. ardhi imeandikiwa peseni. Wewe unaona panya, sio panya, ni roho nakacuyale hapa. naongea na watu kwenye ardhi yako, kuna mfalme mmoja anawakilishwa na mnyama fulani, aiza nyoka, aiza panya, au paka hili au ng'ombe. maana mwingine mnaotaga ni mota ng'ombe Nimeota, nimeota paka nimeota nimeota tembo, kumbe ardhi ile kuna mfalme amesimamishwa kwa sura ya tembo. Kwa sura yote tutawashughulikia wiki hii, tutawashughulikia wiki hii mwanangu. Kwa kifupi, kwa kifupi, baadaye panya anakupaka anakufa. Ndi. Jamani panya, jamani, kati ya panya paka nani mkubwa? Paka kazi yake nini? Sasa huwa anakufa, isijaribu kusikia hii, baadaye wakahama kwako, kitandani kwako Yaani huo usiku ni wanavuruga ulali usingizi, wanapita mpaka kitandani kwako, wanakupandia. Ndio, ndio. Ikafikia hiyo siku ukasema kwamba tuje tukuone, mtu mmoja mmoja. Ni kweli nilitamani ile siku ifike, maana yani, maana unaona wanachelewa liku... inachelewa. Panya walikuwa wasumbufu sana, nikasema yaani natamani ifike hiyo siku, ifike hiyo siku, ikifika tu wapanya wanasambaratika wote. <laughs> Nakuambia hivi, kama una imani, hata kukanyaga hapa kila tatizo litasambaratika, kila ugonjwa. Angalia mtu amekaa pe. Natamka, natamka ardhi yako itaanza kuwaka moto. Natamka waliokaa juu ya ardhi yako waanze kupata shida, waliokaa kwenye anga yako waanze kupata shida. Nyanyua mikono, sema waanze kupata shida. Ukombozi umeanza kwenye ardhi yangu. Una imani tukaonana tulinaa nenda haupanyaatakepote hawatakuwepo tena. Nimetamka neno hawatakuwepo tena na ulipofika, nilivotoka hapo uliniambia nije na hela ambayo naweza nikaendeleza nayo biashara, maana biashara imekufa umefunga kabisa, mama, umerudishia nilitamani, nikakwambia siku ninae hapa kidogo, naomba ndo nilionae ndo hii, naomba tuniombee ukasema hapana, nenda, fuata maelekezo na hiyo lasima. So mi nachukua ni za kwako, niziombee nirudishe tena uchumi kwenye mikono yako, kweli liniombee. Ma Ijumaa nilikuja, ukasema hapana, Jumapili niliona <laughs> juma, Jumapili ni mbali tena, kweli nashukuru, ila Jumapili nimekuja kweli panya. Ukasema hizi pesa zitakuwa ni hizi pesa, ni kidogo lakini yaani, utakuja kuona pesa hadi, yani mwenyewe utaona ni pesa ni nyingi sana kweli. Yale imekuja koli, imekuja nikasema, yale unayo mpaka leo ndio hela zipo. Hiyo hela ndogo imeleta hela zingine, ndio kwa leo unaye pesa kweli. Pesa nimae saa hivi mateso kiwa amepungua kweli, na namshukuru Mungu. Na wale na wakuta, panya ulikuwa unawakuta baada ya kusema hawa panya hawatakuwepo tena. Panya hawapo, walikuwa wanakufaje? wa walikuwa wanakufa wenyewe wanavimba tu maana uh, hapo nyumbani walikuwa pondo, walikuwa wamebaki nyumbani huko, kweli walipotea wenyewe, bila hata sijui walielekea wapi. Potea, walipotea moja moja. Kadri siku zinaenda walikuwa wanapungua, ikafikia hatua wakaisha kabisa, na hawakula tena vitu, hawakula kabisa tena sumbe Yesu, makofi Sumpe Yesu makofi na kutamkia, ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yako. Taratibu utaona kijana wako anarudi nyumbani, anaacha pombe. Taratibu utaona binti yako anabadilika. Taratibu utaona mume wako anabadilika. Taratibu utaona mambo yanakwenda vizuri. Waliokuita utaondoka kwenye hiyo arizi, utamiliki hiyo arizi, utatawala hiyo arizi, utaoa kwenye hiyo arizi, utakuwa bilionea kwenye hiyo arizi. Sema fire. Fire. Leo una maisha mazuri. Leo una maisha mazuri. Una amani. Watoto sio panya tu wamesambaratika, pia kulikuwa kuna mijusi wengi, umdai sioni tena sahivi. Mijusi walikuwa mijusi wa kila aina, wa kila aina, weupe weusi, yaani walikuwa wanatisha. Paka mpaka kitandani ndio. Kwa hiyo sasa hivi mijusi siwaoni, na watafuta kila sehemu, siwaoni, yaani hadi nje nikizunguka siwaoni, maana walikuwepo ndani wengi, hadi nje shana wakati huo nao wakaondoka. pesa nimeshika, nimekurudishiaataa ujaanza biashara, lakini pesa unazo ujaanza, lakini pesa unazo. Imekuja zenyewe, na mtu anajiuliza, zinakuja. Piga makofi ya kutosha! Inakuja, inakuja. Mama, unaniacha unasema ufanye biashara, lakini pesa inakuja yenyewe, inakujaje? a tangu wakati nimekwambia hii pesa narudisha kwako, ivute pesa usikaukiwe, ujakaukiwa. <coughs> Wacha utani bana, kuna mtu amepata, amepata wenge hapa, umesema unaona laki tano. A, ningetamani kuna watu wangesema, najiungamanisha, awe ni mimi anayefatia kusimama hapa tano maana kiasi gani unataka? Kiasi gani nikakwambia, kama milioni mbili lakini naona naona <tika> <tika> kuna hii picha inakuja kwamba ila nitakuja. Kuna mtu aamini anachosema, udada, hebu sema laki tano. Mambo yangu huwa ni taratibu hivi, mwanangu. Nilipokutamkia nilisema riba mama, mama, hapana

Nastopisha roho ya mauti, sio kwa kuku, sio kwa ng'ombe, sio kwa punda, sio kwa mtoto, sio kwa mme. Sijui kama kuna watu wamelala hapa, jamani, nastopisha roho ya mauti, hata kama imetegwa mauti kwa, nastopisha. Bwana unasema milango inafunguka, haujui unapataje pesa. Kila unayeongea naye, kila unayeongea naye, kila unayeongea naye, nikiombea ardhi yako, sema ardhi ya ardhi natakuwa ichipushe kwanza, afya sema afya. Lakini kazi ya ardhi maanake inang'arisha nyota yako. Kufanikiwa sio elimu. Kuna watu wamesoma lakini hawana mafanikio. Kuna watu wana nguvu lakini hawana mafanikio. Kufanikiwa kwa mtu ni neema, ni kibali inaye juu yake. Wanachofanya wanapologa ardhi, wanachukua kibali. Kila utakachofanya ni zero. Na nitakachofanya wiki hii ni kurudisha kibali chako, mamlaka yako, heshima yako, utiisho wako, popote unapokanyaga, ariziseme pokea wateja, ariziseme pokea watu sahii. Ariz... yani ukienda kona hii, ukienda kona hii, ukienda kona hii ni mtu sahii, ukienda kona hii ni mtu sahii, ukienda kona hii ni mtu sahii. Ni ile neema, lazima ia na lazima wiki hii nirudishe neema ya mtu wako wanaotumia nguvu nyingi, hakuna mafanikio. Sio kila anayetumia nguvu anafanikiwa. Kuna wenzake watumia nguvu lakini wanafanikiwa. Tatizo mapishana vitu viwili, yule ana neema, nyota yake inang'aa na nyota imezikwa kwenye aridhi, nyota ziko kaburini, nyota ziko chuoni. Wiki hii inarudisha, unapambana, mwaka akupendi, akuoni. Tatizo sio mume arizi